Walipita wenzetu wakasema Geita kuna madini lakini umasikini umeenea. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikuambie, Geita hii inajengwa na watu wenye madini. Geita hii, nyumba mpya, mahoteli zimejengwa kutokana na madini. Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme tu mimi ni mfano ambaye nimekuja hapa Geita na begi, lakini kwa sababu ya madini, leo Chacha hapa leo waja zipo ni kwa sababu ya madini, ndipo tulipopata hela tukaweza kujenga shule. Leo watu wa Geita wana sehemu za kusomeshea. Leo watu wa Geita tukajenga hospitali, leo watu wa Geita wana sehemu za kwenda kutibiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, wanapopita wakasema leo hakuna chochote kwa sababu hamna, madini hayatusaidii ya Mheshimiwa mgeni rasmi, tunasema hapana, madini yametusaidia sana, mji wetu na ni mji ambao unakuwa kwa kasi, na hata wote ni mashahidi hapa wa madini yametuinua sana katika mkoa wetu wa Geita. Wakasema mkoa huu una rasilimali, una madini, lakini sisi ni masikini. Hiyo ni kejeli kwa ana Geita, watu wambao ni wachapakazi sio masikini wanapambana, wanashirikiana na serikali. Tuwapuze watu hao, Geita ni watu wanaojitambua. Geita ina maendeleo. Lakini pia wanasema serikali ya Chama cha Mapinduzi haiwajali wachimbaji wadogo, hilo nalo ni uongo. Serikali yetu inawajali wachimbaji wadogo, na hawa walioko leo wachimbaji wakubwa wameanzia kama wachimbaji wadogo. Ni katika awamu hii leseni kwa wachimbaji wadogo zimetolewa nyingi kuliko wakati wote.